Katika hospitali ya CBCA Ndosho mjini Goma kumefurika maelfu ya majeruhi wa mapigano hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo. Mahema yamewekwa ndani ya hospitali hiyo kusaidia kuwahudumia majeruhi. Wengi wa waliolazwa hapo wamejeruhiwa kwa vipande vya mabomu na risasi zilizovurumishwa kiholela. Heshima Habimana, mtoto wa miaka kumi, ni miongoni mwa waathirika. Bomu lililipuka kwenye kambi ya wakimbizi alipokuwa na familia yake likimjeruhi mguu wake. Anataka kupona mapema arejee kwenye hali yake ya kawaida. Dada yake anayemhudumia hospitalini hapo anaeleza masikitiko yake kuhusu hali anayopitia mdogo wake. Haya ni majonzi mengine kati ya msururu wa shida zilizokumbwa familia yao juu ya mukimbilia sake kufika sake na kwa o bakifika kwa Masasi, tukitoka huko tukikimbilia hapa Rusai, mama kikimbilia Rusai, mimi nikikimbilia Buhimba, mama njoo mwenye alikuwa Rusai, nilikuwa nakoa Buhimba, njoo nikisikia habari mubaya, asema amesha kufa na kaka yangu na kuna na mwezi enye likua naisha papa na hakufe njo nikisikia ile habari wakiniambia, seuka kakangu iko msebe kani, nikika mtafuta njo nikimpata, nilikosa kwa msika kamoya, kengine kaisha patikana, lakini kengine isha kakosa. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inayohudumia wagonjwa inasema imezidiwa na idadi kubwa ya majeruhi. Hospitali hiyo yenye uwezo wa kulaza wagonjwa 146 sasa ina zaidi ya 290 waliolazwa. Nous avons besoin de consommables. De consommables, de kwa sasa tunahitaji vifaa tiba na dawa kwa ajili ya matibabu. Kama mnavyojua, ghala letu liliporwa, jambo linalofanya matibabu kuwa magumu. Tuliomba msaada wa dawa kutoka kwa washirika wetu, lakini bado zimekawia kufika kwa siku kumi sasa. Eh, hii inafanya kazi kuwa ngumu zaidi sasa. Tangu mwanzo wa Januari, hospitali hiyo imepokea zaidi ya wagonjwa elfu moja. Ingawa mapigano yamesimamishwa, idadi ya wagonjwa wanaoingia kila siku imepungua. Hata hivyo, kuna haja ya kuongeza madaktari na wahudumu wa afya ili kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma bora.